Muziki ya Mbosso ambaye ni Mbwana Yusuf Kirungi Asumani Salum Magenge, kwa Room Number 1 <laughs> kama unavyoona huku, ambayo haionekani, manaake tulimaliza kwa muda mrefu, which ni chumba ambacho nakishukuru sana sana sana kwenye maisha yangu ya muziki, kwa sababu kilinitambulisha kwenu na kwa watu wote ambao walikuwa wamfahamu Mbosso kwa Shukrani nyingi na makofi mengi kwa mkubwa fedha kwa wakati huu. Asante <coughs> sana, lakini pia ningeomba mpige makofi mengi na shukrani nyingi kwa Aslay. Nitawaambia kwa, Kwa nini nasema ni Aslay? Kipindi naanza muziki uh, siku yangu ya kwanza mimi kuwa msanii wa mkubwa na wanawe, ni kwa sababu nilimwona Aslay anaimba kitoni mkubwa na wanawe na nikamsikia mkubwa Fela anasema anahitaji vijana wenye rika hili kama wana uwezo wa kuimba. Kwa hiyo kupitia Slay nilipata hiyo confidence ya kuamini kama kumbe na mimi ni dogo na ninaweza nikaimba. Kwa naomba mpigieni makofi mengi tena kwa kanda ya Slay. Alinimotivate na nikaamini ninaweza nikafanya muziki. Pia kupitia yeye nilijifunza vitu vingi sana sana sana mpaka leo hii mimi niko hapa. Hiyo ilikuwa ya Motobend na mkubwa naye kwa ujumla. Room number mbili, natakia nielezee pia kwali